DW. Habari za ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Umoja wa Mataifa wasikitishwa na mauaji ya mfanyakazi wake huko Gaza. M23 yaingia katika mji mwingine mashariki mwa Kongo wa Walikale na polisi wa Uturuki wamshikilia kiongozi mkuu wa upinzani na meya wa mji wa Istanbul. Habari kamili. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshtushwa na kusikitishwa na kifo cha mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa kufuatia shambulizi la Israel kwenye jengo moja huko Gaza na kutaka ufanyike uchunguzi kamili. Israel imekana kuhusika na shambulizi hilo ambalo limewajeruhi pia wafanyakazi wengine watano wa Umoja wa Mataifa, lakini ikasema itachunguza kwa makini tukio hilo. Msemaji wa Guterres Farhan Haq amesema shambulio hilo huko Der al Bala limepelekea idadi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliouawa huko Gaza tangu Oktoba 7 mwaka 2023 kufikia 280. Hayo yanajiri wakati Israel imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi huko Gaza. Baada ya kukwama kwa mazungumzo ya amani Goma, waasi wa M23 wameendeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo na kuingia katika mji wa Walikale, ikiwa ni siku mbili baada ya marais Felix Tshisekedi wa Kongo na Paul Kagame wa Rwanda kutoa wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao huko Qatar. Milio ya risasi ilisikika usiku wa jana karibu na mji huo katika eneo la Nyabangi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 kwa tuhuma za ufisadi na ugaidi hatua iliyosababisha hasira ya umma imamolu wa chama kikuu cha upinzani cha chp ndiye mpinzani mkuu wa rais recep tayyip erdogan na kukamatwa kwake kunajiri siku chache tu kabla ya chama hicho kutarajiwa kumtangaza kama mgombea wake katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2028 imamolu mwenye umri wa miaka 53 amekuwa akilengwa na idadi inayoongezeka ya kile wakosoaji wanasema ni uchunguzi wa kisheria unaochochewa kisiasa. Maelfu ya watu waliandamana licha ya uwepo mkubwa wa polisi, huku gavana wa Istanbul akipiga marufuku maandamano yote kwa muda wa siku nne. Kiev, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump na kuafikiana kufanya kazi pamoja ili kuvimaliza vita vya miaka mitatu kati ya Urusi na Ukraine, katika mazungumzo hayo ya kwanza tangu majibizano makali katika ikulu ya White House mnamo Februari 28. Zelensky alimshukuru Trump kwa msaada wa Marekani, na viongozi hao wawili wamekubaliana kutuma katika siku zijazo wawakilishi huko Saudi Arabia ili kuendeleza mchakato wa amani. wakati wa mazungumzo hayo yaliyodumu kwa saa nzima Trump alimweleza Zelenski yale aliyoyafikiana na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku rais huyo wa Ukraine akimwomba Trump msaada zaidi wa vifaa vya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi ya Urusi. Viongozi hao wawili walijadili pia suala la Marekani kutoa dhamana ya usalama kwa kuchukua udhibiti wa kinu cha nyuklia cha Zaporisia. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya kiswahili ya DW mjini Bon. Sanaa. Marekani imeendeleza mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa kihuthi wa Yemen, wanaoungwa mkono na Iran na ambao wamekuwa wakishambulia meli za kimataifa katika bahari ya Shamu. Kituo cha televisheni kinachoongozwa na wahuthi cha Almasira kimesema mashambulizi hayo yameripotiwa katika mji mkuu Sanaa na eneo la kusini mwa Yemen la Al-suwaidia katika mkoa wa Albaida linalofahamika kama ngome ya kijeshi ya wa Wahuthi. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa waasi hao kwamba atawaangamiza, huku akiitaka Iran ambayo ndiyo mfadhili wao mkuu kusitisha uungwaji wake mkono, akisema itawajibika na kukabiliwa na madhara makubwa ikiwa waasi hao watashambulia tena. Irani imesema Wahuthi wako huru na hujiamulia wenyewe kuhusu maamuzi yao ya kimkakati na kiutendaji. Abuja: takriban watu sita wamefariki karibu na mji mkuu wa Nigeria, Abuja, baada ya lori lililopakia saruji kugonga magari 14 yaliyokuwa yamesimama kwenye taa za barabarani na baadaye kulipuka moto. Ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu karibu na daraja la nyanya huko ayo, takriban kilomita kumi kutoka Abuja. Polisi wamesema ajali hiyo ilisababisha hofu na purukushani za madereva na raia waliokuwa wakijaribu kuondoka katika eneo hilo. Kutokana na ukosefu wa mfumo mzuri wa reli kwa ajili ya kusafirisha mizigo, ajali mbaya za lori hushuhudiwa mara kwa mara katika barabara kuu huko Nigeria, nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Na hatimaye Rome. Uongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Vatican umesema kuwa hali ya kiafya ya Papa Francis inaendelea kuimarika huku ugonjwa wa mapafu uliokuwa ukimsumbua ukidhibitiwa japo haujapona kabisa. Taarifa hiyo imeendelea kuwa kiongozi huyo wa kidini mwenye umri wa miaka 88 na ambaye amelazwa hospitalini mjini Rome kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa hana homa na wala hahitaji tena kutumia vifaa vya kumsaidia kupumua. Hata hivyo, Vatican bado haijatoa muda ambao Papa Francis ataruhusiwa kutoka hospitalini, ikisema kuwa hali yake inaimarika taratibu, lakini ikasisitiza kwamba ataendelea na shughuli zake akiwa hospitalini. Waumini kote duniani wameendeleza ibada za kumwombea kiongozi huyo mkuu wa kanisa Katoliki.